Karibu sana kwenye mwendelezo wa ziara ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi jimbo la Ukerewe ndugu Sweetbet Zakaria Mkama, ambapo leo yuko ndani ya kata ya Ilangala kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wapiga kura wa kata hiyo. Karibu sana mahali ambapo mkutano unafanyika leo, mkutano mkubwa kabisa wa Chama cha Mapinduzi ni hapa kwenye kitongoji cha Izinga Zelu. Mgombea wa nafasi ya ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi jimbo la Ukerewe ndugu Sweetbet Zakaria Mkama anatarajiwa kuzungumza na wananchi wa hapa ili kuweza kupata ridhaa ya kuwa mwakilishi ndani ya Bunge la Muungano wa Tanzania, lakini pia atamwombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini diwani Ilangala, wa kata ya Ilangala ndugu Petro Misana Majura atafika kwenye viwanja hivi kwa ajili ya kuweza kuomba ridhaa ya wananchi hawa kuwa mwakilishi ndani ya halmashauri ya wilaya Ukerewe. Karibu sana afuatana nasi sisi, Sharo TV tuko hapa kuhakikisha kwamba unapata mubashara kampeni hizi za Chama cha Mapinduzi si, si, mapinduziye si tunasema Oktoba tunatiki tuna ni mimi Dennis Kaseza William katibu wa jumuiya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata Ilangala, na mjumbe wa baraza la UVCCM wilaya ya Ukerewe wanaizinga Daktari Samia Suluhu Hassan kama rais wa Tanzania, mwanamke alisimama kidete na kusimamia sera za uchumi wa taifa letu na kuifanya Tanzania kusafiri kwa amani na usalama mpaka leo. Tunavyozungumza Tanzania ni miongoni mwa mataifa machache sana barani Afrika yasiyozidi kumi. Samia Suluhu Hassan ametuhudumia wana Ilangara, hususani Ilangara Ilangara Sekondari, mnaiona kabla yake na leo jinsi ilivyo, miradi mbalimbali mbali katika sekondari yenu leo hii. Ilangara Sekondari ni miongoni mwa sekondari tatu zinazokwenda kupandishwa hadhi kuwa advance katika wilaya hii, Ilangara wewe. lakini Damsingi, Jihiti, sure kwa shule za msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu mgombea, kitongoji hiki kinayo shule yao hapo kwa miaka mingi wananchi walijenga maboma matatu kupitia mfuko wa jimbo, tukawa tumepata milioni kumi na mbili tukakamuza chumba kimoja. Dokta Samia Suluhu Hassan baada ya kusikia kwamba tumeanza mpango wa kuboresha ile shule ametuletea milioni ishirini na tano ziko kwenye akaunti ya shule ya msingi Kamasi. Taratibu mbalimbali zinaendelea kwa ajili ya kukamilisha ule mradi. Katika irani hii tunaokwenda nao ya miaka mitano Ukerewe tajengewa lami kilometa ishirini na tano ya barabara kuu itaanzia Bukongo, itapita Bulamba, itapita Bugombe, Murutunguru, Bugorola, Kamea, Busagami, itaishia hapo Bukonyo. Kwa mara ya kujengewa kilometa nyingi za lami, haijawahi kutokea miaka ya nyuma tumekuwa tukijengewa kilometa moja au mbili kwa miaka mitano. Kipindi hiki tunajengewa kilometa ishirini na tano barabara kuu na kilometa saba barabara za mjini. Master key hii hapa, funguo huu unafungua milango ya serikali Dodoma kule, pesa zinakuja. Hata kama amesimama mlangoni, ufungua Kwa hiyo huu ndio ufunguo kwenda kuleta maendeleo. Mheshimiwa diwani aka hapa kwa kwake, aka kadogo, aka kanaleta fursa y ndogondogo, kwa sababu mheshimiwa anaishia pale halmashauri pale.